Hmm. Viongozi hmm. watu wa kawaida hawatazami ha. Ni uivu. Nuru, ati ulishawahi kuomba kuombwa rushwa ya ngono? yeah. hmm. Kuombwa nilishawahi, sikatai. hmm. Nilishawahi. Lakini na ulifanikiwa kutoa rushwa na wewe ya ngono ili tu mambo yako yaende? <laughs> kwamba nitafanyaje hapa, maana nisipotoa rushwa ya ngono uh, nitakuwa sishuti, nitakuwa siingie location, nitakuwa sipewi script. Hapana. <laughs> asema <laughs> tu ili tuwafundishe pia na watu wengine, kama maana hayo ni mapito, ni lazima eh, ujiachie useme ukweli, kwamba kwa mimi kiukweli, kwa, eh, kwa kuombwa ile kuambiwa kwamba kuwa na mimi alafu nitakupush hiyo, mm. haijatokea, lakini kiongozi kukutamani, mm. yale matamanio ya kiongozi hiyo, mm. ipo. na ulishafanikiwa labda kutongozwa na kiongozi na uka, ukawa naye kwenye mahusiano ah, kwa kweli kiongozi mm. Alishafanikiwa kunifata, akanihitaji mm. Lakini sikufanikiwa kwa sababu pia vile vile kiongozi alikuwa na mtu wake. Unajua ile kuna kugunganisha magari e, ee, mm. Ko ile kiongozi alikuwa na mtu wake. Hilo ndo ilikuwa kama ponyoponyo langu, ulishaingia wake, yani mtego wake, yani ilibaki kidogo, yeah. <laughs> kidogo tu ulimpenda au wewe ulimpenda kwa sababu tu akupatie akupatie nafasi ya kuweza kucheza hiyo filamu? mm. mm. Sanaa yako umeanza mwaka gani mpaka sasa? Sanaa yangu ina mwaka mmoja tu, lakini faida yake, e, naiona. Unaiona. Mm. Umepata faida gani kwenye sanaa, uh, tangu ulipoanza mpaka sasa? Faida nilioipata kwanza mm ni vizuri, unajua hata kama hujapata malipo mm. lakini ukiwa unasapotiwa tu hiyo, mm. ni moja ya faida kubwa sana, mm. katika sanaa yako, mm. ni moja ya faida kubwa. mm. Kwa hiyo nachoshukuru, faida ambayo naiona mimi ni sapoti zile nazozipata, mm. kwa hiyo nakuwa na enjoy katika sanaa yangu na. okay. mm. na unategemea kuwa nani hapa Tanzania, lakini pia nina East Africa kiujumla lakini na duniani kote, kwa sababu watu wanaovuma katika hii dunia pia walitoka chini kama wewe ulivyo. Unatamani uwe kama nani hapa Tanzania, Afrika? mm. Mimi matamani yangu niwe msanii mkubwa mm. Yaani ni mkubwa mkubwa kuliko hata hao ambao walopita, akina JB, sijui mm. wakina wote walopita mm. hata hawa chip kids nao ambao mm. nipo nao sambamba, niwapite mm. niwe juu yao, natamani mm. sana mm. hiyo ndo ndoto yangu kubwa, niwe msanii mkubwa mkubwa mm. na mwenye kuelimisha jamii mm. yeah. Uh, mara nyingi sana hizi uh, familia za kitanzania huwa hawatamani watoto wao wajiingize kwenye masuala ya sanaa na wakidhani kwamba sanaa e, ni uhuni. Wewe wazazi wako, kiujumla, wamekupa baraka au mwenyewe tu ulilazimisha kujiingiza kwenye sanaa? Yani hali mapokezi ya wazazi baada ya kukuona wewe sasa kwenye media e, kwenye series mbalimbali mbali, hapa nchini Tanzania, unaendelea kupambana, mapokezi ya wazazi wako yakoje? Kwa kweli, namshukuru Mungu kwa upande wangu si nizungumzie ni mzazi wangu, kwa sababu mzazi wangu ndo anaenisapoti anaenipasapoti kubwa, na hajawahi kuniangusha kwenye hili swala la sanaa, japo watu wanaongea, sanaa ni ujinga, ni umalaya, ni ushenzi, hakuna lolote katika sanaa. Lakini yeye anaamini kuhusu ninachokifanya kwamba ipo siku nitafika kule ambapo ninapopatarajia, na kweli wazazi wengi hawatamani watoto wao wajiingize katika sanaa. Hmm. Wakiamini hivyo sanaa ni mchezo wa ajabu, hmm. lakini ni shauri tu wazazi wa wazazi wa wenzangu, hmm. na mzazi wangu pia vile anavyonisapoti, hmm. na wao wawasapoti watoto wao kwa sababu sanaa ni kipaji, hmm. Mtoto wako akisha kuwa na kipaji chochote, sizungumzi sana tu chochote mm. tu kile, unatakiwa mzazi umwonyeshe sapoti mm. utakavyomsapoti mtoto wako, ukiachana na yale maneno yanaongeleka mitaani mm. kwamba hichi kitu hakifai kwa mtoto wako, lakini unaangalia kwamba nikifanya hivi kweli mtoto wangu anaweza akawa sawa na hiki anachokifanya mm. kama ni hivyo, ni washauri wazazi wangu wote ikiwemo na wazazi wa wenzangu wawasapoti mm, watoto wao au watusapoti sisi watoto zao, kwa sababu sapoti zao ndo kila kitu. nando Nuru kama jina langu lilivyo nando Nuru mm, kama kama jina lako mm, nando mwangaza mm, nando ndo njia pekee, kwa sababu bila mzazi huwezi mm, ukafika kokote mm. kwa hiyo wazazi wasijenge dhana kwamba sanaa ni uhuni mm, sanaa sio uhuni mm, wasijenge, sanaa sio uhuni na sanaa inalipa tena inalipa, ukiamua tu kuwa serious ukiamua kuwa serious kila kitu kinakuwa sawa. na na na nana na Hmm, kila kazi tunafahamu ina changamoto zake, yeah, na faida zake. Ndio, je, vipi kwa upande wako kuhusu changamoto ya hii kazi yako ambayo unaifanya sanaa? Hmm, kwa changamoto ipo, hmm, kwa sababu utazunguka sehemu mbalimbali, hmm. hakuna kitu kisichokuwa na changamoto chochote kile, hmm, hakuna sanaa ina changamoto mm. kwenye makundi mbalimbali mbali. si kila mwana anayefanya sanaa mm. hiyo changamoto hawezi kuipitia lazima utaipitia, lakini ni wewe mwenyewe tu wewe binafsi unapitia changamoto gani. Baada kufika hapa watu wanakuona sasa hivi mitandaoni bali hivi ni changamoto gani ambavyo umepita navyo? Changamoto mm. muhimu ni mbili ambazo nimekutana nazo mm. amba ni ambazo, ambazo hizo zili zilikukatisha tamaa hivi, kuna wakati hizo? Yeah, mm, ni dharau mm, ile mtu unafanya kitu, lakini watu wanaona wewe unafanya ujinga tumchezu, tu mchezo tu wa ajabu, kama mm, nilivyosema hapo awali kwamba watu wanafikiria kwamba unachokifanya wewe mm, ni ujinga mm, hakina maendeleo yoyote mm, kwa sababu wanajiuliza wangapi wamepita kwenye sanana hawajafanikiwa mm ila sasa, hiyo ni changamoto kubwa sana kwa yule mtu ambaye anayeanza kujitafuta kwenye sanaa mm. watu wanadharau kile kitu, wanamsema vibaya. nishasemwa sana na watu mm. nishasemwa sana na sijawahi kukata tamaa mm. na pia nyingine changamoto ni kwenye makundi. Kuna baadhi ya makundi mm. unakuta watu wanaendekeza sana ngono mm. ya mtu anakuambia ukitaka nikutoe hapa sehemu fulani kwenda sehemu fulani mm. basi kuwa na mimi. Hmm. Ukifanya nao, hicho kitu. Hao ni wakina nani sasa? Watazamaji pia wanataka kufahamu. Bwana huyu ni eh, Nuru Omar kutoka pale pande za Vikindu tunabonga naye maswala ya, ya, ya tasnia hii ya Bongo Movie, sanaa hii kuna anachokizungumza tu ni kitu ambacho unamwelewa kwamba alipitia sehemu gani na sasa hivi yuko wapi, changamoto nini, katuelezea faida. Amesema kuna faida kem, kem, ambazo amezipata kwa upande wake, lakini kwa sasa e, tunaenda sasa e, hasara, changamoto gani ambazo alipitia mpaka kufika hatua hii naye kuwa superstar mzuri tu e, ukizungumzia hapa Tanzania. Tuendelee kubonga naye tuone hasara lakini changamoto alizokuwa anapitia mpaka sasa e, nafikiri utajifunza kitu hapo Nuru. umesema kwamba uh, changamoto ya kwanza kwanza, ile dharau mtaani e, marafiki zako e, tama, wanakukatisha tamaa kwamba hutoweza kutoboa. Mm, wangapi tunawaona wanakaa kwenye makundi huko, lakini mwisho wa siku wanaishia njiani uh, lakini changamoto umepitiwa na changamoto kadhaa mpaka unafikia hapa. E, umegusa kwenye makundi. Naam, kwenye makundi huku changamoto gani ambazo unakutana nazo? Aa, umesema kwamba masuala ya kutongozwa ngono eh, ili mtu aweze kukutoa hapa kukuleta hapa anahitaji rushwa ya ngono mm. E, ni wakina nani mara nyingi sana ambako changamoto hizo e, zinatokea kwa wakina nani? Kwa wasanii, kwa viongozi, au madirekta, makameramani au, au tu. Mm. Aa, kwa makameramani mm. siwezi kuwazungumzia sana kwa sababu mm. wao ni wanakuja kufanya kazi mm. na kuondoka mm. lakini kuna wale viongozi, viongozi, viongozi ndio hao ni chochezi mm. kubwa Siamini kama kwa kila kundi mm. hakuna hicho kitu mm, kama atakuwa kiongozi mkuu hana basi, msaidizi atakuwa nacho yes, hivyo inakuwa hivyo, lakini kikubwa anasema ni msimamo mm, ukiwa na msimamo mm. na usipokatishwa tamaa mm, basi ndo utazidi kuwa moto mm, yaani utakuwa unapata nguvu, yaani kikubwa tu ni kusapotiwa mm, ukishapata sapoti basi, hata hivi vingine huku nyuma huwezi mm. kuvifikiria kabisa, huwezi mm. kuvifikiria na hawa hao viongozi mm. au watu wetu wa karibu mm. ile unakuta wivu, ule wivu kwamba huyu nipo naye mm. kesho akaenda kufanya kazi kwa mtu mwingine mm. kwa ule wivu wake unapelekea kwamba akutoe huku mm. akuache ukapambane unavyotaka wewe mm. kwa ni roho mbaya nazo. Yani unakuta kiongozi anakuwekea chuki mm. isiyokuwa na sababu kwamba kiongozi yani kuku, kukuruhusu kufanya kazi sehemu nyingine. Inakuwa ni changamoto. Inakuwa ni changamoto. Anataka tubaki kwenye, mm, kwenye, kwenye kundi lake, maana e, e, anasema maisha ni popote mm. kwa sababu huwezi ukakaa sehemu moja tu mm. ukategemea kwamba hapa nitapata tu mm. lazima upambane utoke hapa uende pale, ili mradi pia upate ile kujulikana na watu mbalimbali mbali. mm. lakini watu hawalipana ulimpenda yeye kama yeye. mm. yani hapo hakukuwa na upenda yani ile mtu anakuja kuapproach halafu unajua kabisa mm. unakuja kujua huyo ana mtu wake, huwezi ukamkubalia kwa haraka haraka, huwezi mm. kumkubalia kwa hilo. Ndo nilikuwa yani, hapo ndo nilipoponea mimi kwamba mm. wakati anakuja kutaka ange, ange, angekuwa hana mtu ungekuwa naye hapo mm. Sasa ilikuwa inaangalika mm. E, kwa sababu hata ile hisia ha, sikuwa nazo, kwa sababu nilijua nilichokifata ni nini mm na hicho koo iko ndo kikubwa, alafu nikiangalia mzazi wangu ananisapoti na mm. amekubali nishiriki katika sanaa mm. kwao nikaanawaza, nikifanya ujinga wowote mm. nitakosa uaminifu mm kwa wazazi wangu. Kama utakuwa na huyo mtu mm. uwe naye yeye kama yeye, usije ukawachanganya na watu wengine mm. kwa sababu hakuna kitu kisichozuilika kama mahusiano mahusiano mm. hayazuiliki. Hata kama utazuia hapa mm. basi, pembeni atakuwa anafanyika kimya kimya mm. kwao, hayazuiliki. Kwa viongozi wangu mm. ambao nimekutana nao au ambao sijakutana nao wanaonisikiliza mm. wote na isiwe kwenye sanatu kwa sababu viongozi wapo kwenye makundi mbalimbali mbali, ikiwa sio sanatu wote, yeah. Mm. hatuyakatazi mahusiano, lakini tupe heshima, kwa sababu sisi wanawake tunatakiwa tuheshimiwe. mm. Utakavyofanya hivyo heshima zetu zinashuka, cha mm. mm. chakuambia ni kwamba tupunguze na, tupunguze migonganisho, na wale sasa wanawake wenzio wasanii wenye jinsia ya kike kama wewe wanaokutazama hapa kupitia Wasamaria TV una neno gani la kuambia? cha kuambia hmm, ni umakini hmm, umakini kwa wale mabinti kama mimi hmm, nikiwazungumzia wasichana wenzangu wanaita watoto wa elfu mbili hmm, tuwe makini sana kwa sababu tunadanganyika. Unaweza ukaamini huyu kiongozi ana mtu hmm, kumbe ana mtu wake hujui hmm na kuwaogopa sana sana sana na kuwaheshimu ni viongozi tusije tukawa na mahusiano na viongozi wetu tutajishushia thamani sisi wenyewe kwa sababu viongozi ni watu wakubwa naamini na wanajuana na watu mbalimbali mbali kwa wewe utakavyofanya ujinga wowote ule kwa kiongozi wako yeye kwa kutumia pawa yake anaweza akakuacha kisha akaenda kuku, kuku, kukusemezea kwa watu wengine yule msichana mimi kwangu si chochote hana mm, jipya ko mm, tuwe hmm. makini sana, tujue jinsi gani ya kujizuia hmm. na kupambana nao watu wa dizaini hiyo hmm. katika sehemu yoyote, tukiachana sana na sanaa, naamini hizo changamoto zipo hmm. kokote pale hmm. zipo. hmm. una mtoto? Hapana, mtoto sina. una mpenzi? siwezi kukataa mpenzi, ninaye. Unaye hmm. anaishi hapa hapa Tanzania au nje ya Tanzania? anaishi Tanzania. na mama yako yuko wapi? mama yangu yupo nje ya Tanzania ebwana. mm. Mm. Ah. huyu ni Nuru wa Omari eh, akiwa akibonga kwenye studio hizi za Wasamalia. sanaa uliokuwa nayo wewe i, i, inahitaji kitu gani ili mtu ufike kama hatua kama ya kwako wewe uliokuwa nayo sasa sanaa? mm. Kwanza inahitaji yani, inahitaji moyo sana Mm. Uwe na moyo wa uvumilivu wa subira wa kupambana na kila kitu kinachokuja, yaani mm. uwe anyway, mjasiri. Ukiwa jasiri tu, ukiwa na moyo wa uvumilivu, kwa sababu sanaa ni ngumu kwa, kwa kuianza, ukiwa unaanza mm. ni ngumu, utaona kama vile hufiki unapoenda. mm. kwa hiyo ukiwa mjasiri tu muhimu, ukiwa mm. na moyo wa uvumilivu, ukiwa na moyo wa kupambana mm. basi utafika unapotaka. mm. ya utafika.